Ndipo anachaguliwa kijana kijana chini lake Daudi, na natamani kutembea huko chache kidogo. Msomaji, hebu rudi kitabu kile cha Samuel wa pili moja, tutaenda pale kidogo sana. Anasema ndipo Sauli akatengeneza mkakati. Jamani, uongozi ni mtamu mno. Mwambie jirani yako, uongozi ni mtamu kwa sababu ya cheo. Jamani, wangapi walifika bungeni hapa? Tupigane mkono wale wengine bungeni. Jamani, wanaweza kusifiwa Ukifika bungeni vile vitu vikundu pale chini, jinsi ambavyo unaweza ukakisogeza na ukalala kidogo, alafu ukakisukuma mbele, alafu ukazunguka kidogo, mtu hatamani kutoka bungeni. Watu razi kumuua mtu mwingine ili wabaki katika kwa hiyo Sabui anatuonesha mfano wa wazi kwamba sabuianiaa kwamba imetupasa kuondoka kwenye ufalme ili aliyetawala kama mfalme Sauli hakukubali. Cheo kitamu. Kuna watu tukiwa kwa sababu kanisa hawatamani kuacha. Hawatamani kuacha, kila mwaka anatamani mzoe tena mpaka tamko kampeni ila sio kwa sahihi. Jambo Bwana Yesu atimbi. Hatatamani kuachilia uongozi mwingine, maana anasikia kwamba Bwana amemkata. mkiti kwenye kiti cha ufalme na kufurahia daume anavofanya, lakini leo anakuwa yule kijana amechaguliwa kuwa falme. Kuna kitu kujifunza hapo, siku zote kwenye maisha, ili uweze kufanikiwa shida. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. i uweze kufanikiwa kwenye maisha, ukiona mwingine amefanya jambo zuri, pongeze moyo waa